Kigogo underscore underscore ishirini na tano ameweza kuandika ujumbe mrefu kuhusiana na Chief Godlove. Ikumbuke kwamba Chief Godlove hivi karibuni alikuwa kwenye sakata zito baada ya akaunti yake ya TikTok kubwa yenye jumla ya wafuasi milioni moja pointi saba yani, milioni moja na laki saba kufungwa, na hii ni kutokana na kuripotiwa kwa wananchi kutoka huko Kenya baada ya kauli yake mbaya ambayo alisema kwamba ana uwezo wa kuinunua nchi ya Kenya, hivyo Wakenya wengi wakaandamana ama wakashikana kwenda kuripoti akaunti ya TikTok ya bwana huyu ambaye anajita Chief Godlove Mwakibete. Sasa kufuatia utajiri wake ambao amekuwa akionyesha magari yake ya kifahari magari ambayo yana cost a lot of billions. Sasa ukiangalia peji ya Instagram ya Kigogo, ameweza kumlipua sana na kuongea ukweli mtupu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Chief Godlove na kile ambacho watu wengi hawakifahamu sasa tena kusomea message ambayo ameweza kuiandika Kigogo _ishirini na tano kupitia peji yake ya Instagram kiongea mambo mengi sana kuhusiana na ushirikina ambao yuko nao Chief Godlove Mwakibete. Langu jina mimi naitwa Dax_Drizi. Hiyapa, ni Daxi Media. Sasa mimi nanukuu kile ambacho amekiandika Kigogo. Kigogo alianza kwa kuandika hivi, nimeipata sosi ya utajiri wa huyu dogo dogo chief. Ni mshirikina kweli na hela anazo. Siri za ibada zao kwenye magrupu yake zinatisha kabisa. Yaani kijana ana miaka ishirini na tisa tu anawezaje kumiliki gari moja la bilioni moja na milioni mia tano? Huyu dogo ni kiongozi wa kikundi cha kishirikina. Kuna nyumba kapanga Bunju B, huko ndiko anafanyia makafara ya ng'ombe zinabebwa kwenye kirikuu kila baada ya siku saba wanachinja ng'ombe takribani kumi na yuko peke yake, yupo na wafuasi wake wa jicho la tatu. Nasikia kuna wamama anawasaidia wanafedha mno, ndio wanaompatia fedha akiwatatulia matatizo yao, na kuna wengi wenye fedha wanamfata dogo. Nasikia kukutana naye sio rahisi, ana ulinzi wa walinzi wa bunduki wanne na anatembea na msafara Kwenye msafara kuna walinzi wa bastola wanne wanaenda naye kila anapokwenda, na hakila, na wadogo zake wanabunduki ambao kazi yao ni mpaka anaenda kulala wako naye. Dogo ana hela ila ni mwanga, mpuzeni, ataharibu vijana wengi na uchai wake. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Kigogo, alafu chini akamalizia kwa kusema ya kwamba fall akaunti yetu Kigogo 2001 nne. Sasa hicho ambacho amekiongelea Kigogo, nimeona watu wengi wameweza kutoa reaction zao katika comment section. Watu wengi wakisema hata kama ni mchawi tutaendelea kumsikiliza, unajua binadamu nao. Okay, mimi sikuchoshe sana, nimekuandalia baadhi ya klipu kama takriban kumi za Chief Godlove Mwakibete akihimiza vijana wafanye kazi, akiwa anaonesha utajiri wake pesa, japo mwanzoni alikuwa anasema kwamba anaonesha pesa ambazo katikati amechanganya na mbao, so pesa halali. Lakini ni msikilize hii inspiration, lakini baada hapo utaweza kuniambia comment yako baada ya hii video. Langu jina mimi naitwa Daud Alex Ruizy, hapa ni Dax Media Blue House. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu ambaye utakuwa unapata habari zetu kila wakati na kila muda. watch out now. Dada zangu, kama wanaume wenu ndio hawa ambao wanakuja DM wanaomba hela kwa wanaume wenzao, kuhusu swala la watoto wenu kuwa wakishua, mnatakiwa msahau, kwa maana waume zenu au wao mabwana wenu wa baadaye, mabwana wenu wa sasa wamekazana, wanakuja DM kwa mwanaume mwenzao wanaomba hela. Nikionyesha DM za wanaume wenu wanazoomba hela kwenye, kwenye, kwenye peji yangu mtacheka sana. Yani mtu amekazana kabisa braza, anaomba milioni mbili Eh, naomba milioni mbili, naomba laki nane, naomba yani, kila mtu anaomba kiasi chake na anajipangia sa kabisa. Yani kama mi ni baba yake, hebu tafuteni hela, acheni uchoko. Mimi sijazipata hela kwa kupewa, nimezipata kwa kuzipambania. Hakuna pesa ha, yani rahisi, kwamba unaweza kwenda kuchukua tu kwa mtu hivi, naomba hela hmm. E, kama wanaume zenu ndio hao ambao tap tap the screen send me gift, hawa wanaomba gift huko TikTok ndo hawa bana, sua bana pua Walambalis tembea na bwana ana kitu sasa. Hiyo ni mahusiano, ni kikundi cha kijambazi. Bwana wako atafute hela, ache kuombaomba. Ye sio ombaomba, tutamshona wauni, tutamkamia. Mtoto wa kiume hutakiwi kuwa ombaomba bana, pigo gani hizo? Yani kama mnakuwa sio watoto wa kimaskini bwana. Mbona watoto wa kimaskini hizo kima habari hatunaga, mm? Au huku kuna watoto wa kishua sana Mgenaona, mnaombaomba kichizi, wanangu, mnaomba sana. Alafu mnaomba mtoto wa kiume mwenzenu akiwashona. Cheni kuniombaomba hela bwana. Hivi chief. Hoi. Ah, maskini nao unawazungumzia atakataka mbwa. Ni maskini wa dizaini gani ambao hawana kitu, ambao hawana pesa au maskini gani? Maskini nao unawazungumzia ni kama huyu maskini ambaye anataka kuscroll video ajui na ajui naongea nini hii video wewe ndio maskini ninaye kuzungumzia kwenye video zangu. Maskini ambao kutwa nawazungumzia, maskini mbwa, takataka, wajinga, ng'ombe au sungula, naweza nikawaita panya, ni wale ambao wanachukulia matatizo kwa kubwa kuzidi wakati matatizo ni madogo. Maskini nao kuwa na ugomvi nao siku zote ni wale maskini ambao kutwa wamekaa kuzungumzia matatizo ya watu, kwa mfano Leo mtu amefariki, ndo anaanza asubuhi, anamposti TikTok, anamposti Insta, anamposti WhatsApp, anamposti wapi, ili mradi tu aonekane kama alikuwa anajali. Wakati huyo mtu kabla hajafariki alimtumia hata eh, linki tu kwamba naomba share hii video yangu watu wapate kupona, akushare. Maskini ninaozungumzia siku zote ni wale maskini wa fikra, ni wale watu ambao hawana pesa lakini wamekubaliana na ile hali ya kutokuwa nazo. Wanasema Mungu alipanga wao kutokuwa nazo, ndio wao. Mbwa takataka au mbwa takataka naowazungumzia ni wale ambao wakiona mtu anafanikiwa wanaamzisha kelele kama hizo, mbwa zingine zinazopiga kelele hapo. Yani wewe na hizo hamna tofauti, kwa sababu unafurahia anguko la mtu. Mtu akianguka, wewe ndo unafurahia. Unafurahia watu kuona wamefeli kwenye maisha. Kelele zako ni kama za mbwa hao wanaopiga kelele si unanisikia? alafu tuongee mdogo mdogo, maskini nao wazungumzia wewe, niwe unayetizama hii video kwa ku hate eh. Ukitizama video zangu kwa kujifunza, utajifunza. Ukizitizama kwa asila, utapata asila, lakini ukizitizama video zangu kwa jicho lingine la kujifunza namna gani ya kufanikiwa kwenye maisha na kupata asila ya kile unachokifanya na kuamini kati ya kile unachofanya utafanikiwa, na utaweza kuendelea. Shout out sana kwa wale wapambanaji wote wanaopambana ingawa hawapati wanapata labda vinapotea, au wamekuwa wakipambana kila siku wanapambana, afike sehemu anaishia sehemu afiki pale anapohitaji kufika. Shout out sana kwa hiyo mwanangu ambaye unapambana kivyo vyote vile lakini kwa wale wote ambao wao wamelizika na maisha ya kimaskini, yani yeye ni maskini wa fikra, fikra zake zinamwambia kwamba yeye hawezi kufanikiwa na amekubali, ndio huyo mbwa atakataka asiyekuwa na akili, na hata yule ambaye motivation tunatoa kwa ajili ya kumuinspire na kumpa asila ya maisha lakini yeye anachukulia kama ni ugomvi e. Ataki kujifunza yeye, kutwa kila kitu anapinga. Mimi kwenye simu yangu na video zaidi ya mia mbili za kusaidia watu, na siziposti, naposti baadhi tu ya video. Mimi ningeamua nionekane leo mzuri kwako, kwa wewe, naweza nikaposti hizo video kuanzia leo ndani ya miezi sita nikawa naziposti hizo hizo, nazifanya video yoyote. Video zangu nyingi za kusaidia watu kuliko za matusi ambao natukana, lakini watu wala mnaangalia matusi, amwangalii msaada. Video nyingi nimekuwa nikielezea namna gani ya kufanya biashara, namna biashara gani za kufanya, biashara zipi sio za kufanya, namna ya kukuza mtaji. Amwangalia hayo, mnaangalia matusi ndio mnayoyazungumzia, kwa sababu wengi fikra zenu ni za kimaskini. Badilisha namna ya unavyofikiria bro yani. Ukibadilisha mindset yako utakuwa tajiri. Mimi ni tajiri ambaye mindset yangu iko clear, lakini pia mfuko wangu umejaa. Sasa kuna wewe ambaye mfuko wako umejaa, alafu mindset yako ni zero. Brain takataka, mbwa usiyokuwa na akili, amka kwanzia leo bro. Maisha ni rahisi sana ukiamua kuyachukulia rahisi, lakini ukiamua kuyachukulia kwenye upande wa ugumu, maisha ni magumu, ni kinoma. Sasa amua kukaa upande sahihi, au ukae upande wa watu wa lalamikaji. Amka mzee, mbwa takataka. Ni wewe ambaye unaamini katika kufeli ni wewe ambaye unaamini katika kukwama. Ni wewe ambaye unaamini katika kushindwa, baada ya kuamini katika Mwenyezi Mungu ambaye unamuomba na kazi unafanya. Shout out sana na niseme wapambanaji wote, yaani kama ni mpambanaji yoyote, aidha huko nje ya nchi, uko ndani ya nchi, uko popote, ni mpambanaji mzee, wewe ni mwanangu. Lakini kama wewe sio mpambanaji, unaishi kama hawa vijana wada wanaomba mpaka hela za vocha kwa mademu zao, yeah. watoto wanajiita watoto wa mjini. Amka mzee, acha ufala. Nadhani jibu lako nimeshalipata ndio. Takataka mbwa, takataka mbwa ni wale wote ambao hawana